katika aya hii tulioisoma ya Qurani, wanamola Subhanahu wataala kwambia tuwe ni wenye kuleta istighfar. Basi katika faida istighfar, ya istighfar atatuteremshia mvua ya kheri, atatuteremshia, atatupa mali mingi, atatupa watoto, atatupa mabustani ya pepo na mito yake. Subhanallah, hiyo ni faida kubwa ya istighfar. Ewe ndugu yangu, Ukitaka utajiri wa hakika basi zidisha istighfar kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Na istighfar kwa njia fupi unasema astaghfirullah astaghfirullah astaghfirullah. Na Mwenyezi Mungu hukustiri kwa mambo mingi, ukivyeta istighfar mwanzo, hukukunjulia riziki zako, akakuhifadhia watoto wako, ikiwa una taabu ya kupata watoto akakuruzuku na watoto, akaleta baraka katika nyumba yako, katika kazi zako, katika maisha yako ukapata hata ni kidogo lakini ukaona kinabariki na kinakaa kwa muda mrefu. Ni faida ya istighfar. Wale wenye kunasihi na wanasayansi wa fikra wakwambia usizidishe fikra kuzumbua kwa hivi ni hili, kwa nini hili ni hili, ukajiuliza masuala mingi kwenye akili yako, mwisho ikafika hadi mpaka kutaka kum, kuingilia mambo yanayoyafanya Mwenyezi Mungu subhanahu wataala bali akwambia ukiwa unataka kuzidisha fikra, zidisha na istighfar kwa Mwenyezi Mungu, ndio hufungua ile milango yote ya khairi, hufungua akakuletea kila aina ya khairi unayotaka. basi ndugu yangu na sahahini, usibakie nayo peke yako, isambaze kwa wenzako. Tuzidini kuleta istighfar, ikiwa bwana wetu Mtume sallallahu alayhi wasallam akwambia lau Aliambiwa na masahaba ya Rasulullah, waleta istighfar mara ngapi kwa siku? Akamwambia, akawajibu masahaba, mimi kwa uchache huleta mara mia. Lakini aka akamwambia, kwa nini waleta istighfar, ya Rasulullah, Mwenyezi Mungu tayari amekusamehe dhambi zako, katika Suratul Fath, inna fatahna laka fatham mubina liyaghfira lakallahu ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhara dhambi zako ziliopita ziliotangulia zote zimesamehewa, Bwana Mtume kiumbe kilio kamili, Mtume sallallahu alaihi wasallam, bashara, lakal, bashara. Akaambia, kwa nini unaleta istighfar? Akaambia, kwani nisiwe mja mwenye kushukuru Mwenyezi Mungu, mwenye kutaka rahma ya Mwenyezi Mungu, kwa niwe karibu na Mwenyezi Mungu zaidi na zaidi kwa ajili ya istighfar. Kila unapomwomba msamaha Mwenyezi Mungu ndio unazidi kuwa na karibu na rahma yake yeye na rahma yake yeye. Kubwa ni kuwa hapa duniani akupe stara, akusamehe, akufungulie ulimwengu wako kwa mambo ya kheri na mazuri, na kesho akhera uwe na Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam katika bustani za pepo. Ya Rabbi, tujalie hilo, ya Rabb alalamin. Sambaza kwa wenzako. Shukran, jazakallahu khaira.